Napenda nizungumze kitu hapa. Wakristo wengi leo ni wabinafsi kuliko unavyofikiri. Utakuta mtu anaingia maombi ya siku mbili tatu, kavu iko, anajiombea tu, ni yeye. Naingia maombi, naombea mimi na, na ombea familia yangu. Ah, ah, achanda na haya mambo, huo ni utoto. Ni mtoto mdogo ndio anagombeaka kila kitu, mdori wote anapenda huo wa kwake. Mtu mzima anaisha elewa kwamba hivi vitu niisha vuka. Bwana tusaidie saa. Mtu mzima anajua, mtoto akija naomba ipeni yangu hata mnyima hata mwachia, sababu anajua baada ya dakika mbili ataiacha pembeni, ataingilia mambo mengine kuliko aanze kuvutana mtoto, sababu ya peni. unamliza mtoto sababu ya peni? Mwachie dakika mbili tatu, ataacha ataenda kungine. Sasa, Wakristo wengi wanashindwa kupata baraka au kufikia hatima yao kwa sababu walio wengi ni wabinafsi. Wanajiombea wenyewe, hawawaombei hawa wenzao, hawamwombei mchungaji, maombi hakuna sehemu. Ambapo mimi wanasisitiza, nawambiaka washirika hivi, haingia kilini. Mimi mchungaji wako Noeli Kapaya, mnakaa mnanisengenya. He. Kisha unakuja mimi nikuombee ubarikiwe wapi na wapi utalaani watu, sababu kanuni ya Mungu anasema chochote apandacho mtu ndio atafanya nini atavuna. Bwana tusaidie sana maombi ya kumwombea mchungaji S sisemi hapa niko nazungumza kungine huku nilikopita. Lakini kwa uzoefu wangu kukuta watu wanamwombea mchungaji ni nadra sana. Wanamuombeaga vipi? Kama ni wamama, siku ya wamama utaona tu kiongozi wa mama, sasa tunaenda kumwombea mtumishi wa Mungu na familia yake eh? Kana toa ngoma tu mwana haramu afanye nini, haya njoo. haya tunaenda kumwombea baba katika jina la Yesu baba, dakika mbili. Haya. Amen, amen. Tunaenda kuombea kazi ya Mungu mahali hapa sasa. Haya sio maombi, uko unapaka, unapaka blueberry kwenye mkate kama mamalishe. Si watu mnakula kama mamalishe, mnajua kakijiko aka kakuchakula njo anakaweka kwenye maharage kisha anakatikisa tena njo sasa a, a, a, a, anaka anakalashilashi hivi kapunje kaanguke hapa jamani si uweke tu sehemu <laughs> weka tu sehemu moja. Bwana tusaidie sana, weka tu sehemu moja, kama nipunje kumi hata uifanye vitabaki tu kumi ili tu sehemu yote ishike kamchuzi, upate jinsi ya kula. Sasa ndio maombi ambao huwa tunaombewa sisi kama wachungaji. Bahati nzuri na mimi ni mchungaji lakini ukute kabisa ule mtu ambaye anasema nina siku mbili au tatu sili sinywi, namwombea mchungaji. Hapa nafikiri wapo, lakini kwangu mimi sijampata. Baba, unao hapa hmm? hapa mpo, Mungu awabariki kabisa, endeleeni. Lakini kama hampo basi mjitafute. Bwana tusaidie sana. Jitafuteni.